Tuna, tuna project ya kutaka kuanzisha klabu ya, ya mashindano ya pikipiki, mm, kwa vijana kuweza kuondoka katika bodaboda na kwenda katika mashindano ya pikipiki. Tunataka tu, tu, tu, tuanzishe klabu ambayo itakuwa na wataalamu wanaofundisha wale wanao watakaojipambanua kuwa katika tasnia ya uendeshaji wa pikipiki za mashindano mm, ili waweze kuiwakilisha nchi au mkoa katika mashindano ya pikipiki yanayotokea huko katika ulimwengu wa mashindano ya pikipiki lakini pia tunataka tuna, tutakuja na, na, na, na, na klabu ya, ya pikipiki za utalii, ambapo tutakuwa na bodaboda wachache ambao watatuwakilisha katika tasnia ya utalii, maana tuko kwenye ukanda ambao unavuma sana katika habari ya utalii yeah. lakini hatuna bodaboda ambao wamejipambanua katika habari ya utalii kwao, tuwe nao wachache ambao atakuwa na uwezo wa kumchukua mgeni anayekuja kwa njia ya utalii na kumtembeza mjini, kumpeleka katika vivutio vya karibu hmm. Akampitisha hapa na pale, pale na pale, kwa mfano hmm. Anampeleka pale na Puru Waterfalls anampeleka katika sehemu na vivutio vingi viko hapa mjini Tadisi. lakini unakuta wageni wanatumia vitu kama bajaji wanatumia uh, taxi anakuwa hana uhuru wa kuweza kuona vitu vingi vinavyotokea mtaani, lakini akiwa na bodaboda ambaye amejipambanua katika hiyo tasnia basi ana uwezo wa kumchukua na kumtembeza, hata akiwa naye kwa siku nzima, akampeleka kwa mfano hapo Arusha National Park yeah. Anamfikisha pale kwa muda mfupi, kwa safari ambayo haitumii nguvu kubwa wala hatumii um, resource nyingi mm. Lakini akajikuta anapata kipato kikubwa, tofauti na kuweza kuzunguka na hizi shilingi elfu moja moja za mtaani yeah. Hivyo ni vitu ambavyo tunavifanya, lakini kuna hiyo hiyo programu ya urejeshwaji pia ambayo tuko nayo kwa wale bodaboda ambao wamepatwa na ajali na wamekuwa wame, na, na hali ambayo hawawezi tena kurudi katika tasnia ya kuendesha pikipiki. Unakuta mwingine alikatika mkono kabisa haupo, ana mkono mmoja, ana mguu mmoja eh, amevunjika kiuno, hawezi kutembea. Sisi tutakuwa na shamba darasa ambalo litawasaidia hawa vijana kuja katika kilimo cha horticulture tutakuwa tunalima mboga mboga na, na matunda ambapo katika lile shamba ana uwezo wa kupata mboga kidogo akarudi nazo nyumbani na matunda, lakini eh, ma, saplasi ambayo inapatikana katika hilo shamba tukauza pia, wakawa wanapata nauli za kwenda na kurudi kutoka nyumbani, lakini akapata, akapata pia ya kuweza kununua mafuta ya kukaangizia kidogo pale mboga nyumbani, mm, na yule mwenye mtoto akaweza kununulia hata mtoto wake daftari ya kuenda nayo shuleni, hizo mm, ni, ni kati ya programs ya ambazo tunaziendea tuna katika siku za usoni.